Nimekusikia ukisema nyumba ni yako. Umesahau nani alilipa rent last month, si ndio? Bro, musiniambie cha kufanya tafadhali. Tafadhali. Mm. Please, naenda na kwa rafiki yangu. so, nitoke nje tu kidogo tu hivi niki make phone call. Yes. Niaje bana, si ukuje tuende ile shughuli? A minute, a minute please. Nakupigia. Si nimetoka nikikuacha tu kwa nyumba sasa hivi nikaenda ku make phone call. Simu si zako siku hizi unashikia nje si ndio? Si, si tunashikia nje eh. Kitu nashikia nje si tulikuwa tunaongea naye hapo kwa nyumba, akaniambia eti ako anasikia vizuri, nikatoka nje kutafuta eh, network mm. Sawa. <laughs> so unaenda hapi, mbona kuniambia unatoka before? Unatoka asubuhi, si tumeshinda nayo kwa nyumba? Kwani sasa kila place enye nafaa kwenda ni lazima nikuambie? Ni lazima kwani? Tuna date for what? Auwezi toka tu hivo na unaishi kwangu? Basi sasa hii ndo hiyo, umeshajua penye naenda, naenda kwa rafiki yangu. Dunaishi kwangu I'm the owner of the house, so lazima ni respect. Lazima niambie everything that's happening. Whether unatoka ama unakuja, lazima nieleze. Kama ni kwako niza toka. Babe, kuna shida nini? Mse, nachelewa, nafaa kwenda penye naenda. Naongojwa. <laughs> Ebu ngoja kwanza. <laughs> Nimekusikia ukisema nyumba ni yako. Umesahau nani alilipa rent last month, sindio? Bro, musiniambi cha kufanya tafadhali, tafadhali. Jesus Christ. Sasa kama wewe unalipa rent, ulilipa rent last month, inamaanisha nyumba ni yako, unafaa kufanya kitu nataka, si ndio? Wewe uko na credentials za hizo nyumba hata kama za hiyo nyumba hata kama ulinini hata kama ulilipa rent last month. You mm -hmm must inform wote tuheshimiane, msichana please, but baby, come to think of it, tumekuwa tukiishi na wewe watu wawili kwa the same house. Sasa ni mbaya ukidesaidia. <laughs> at least neno manza kwa reasonable kiasi. But sasa hii, nachelewa, kuna place nafaa kwenda, tutakutana so baadaye, si ngoja. So sasa, si kwangi, si kwangi, reasonable. Or what do you mean? Kama nikulize nikulize, ili kitu hata wewe mwenyewe unafaa kuunderstand. Kama tunaishi na wewe watu wawili, na nimelemewa kifedha, so unafaa kukaa mimi kunisaidia. Na tunaishi na watu wawili under the same roof, si at least unakuwa reasonable? Reasonable naona aje? Aje? au kama nachelewa na place nafaa okay, kwenda. Ngoja, ngoja, ngoja, ngoja, unafaa kwenda? My foot unaniambia Naniambia nafaa kuenda break na tagumnkumekuwa nawee hanachelewa tutakutana baadaye. Ngoja baby. Hii <sighs> ni maisha aina gani? Niliacha masi nikifikiria ndo nimepata mtu wa kupendana naye kwa dhati. Lakini sasa Grace pia ameanza kunionyesha madharau. Leo nimekosa, haimaanishi kesho pia nitakosa. Najua anajituma kutafuta riziki. Nikipata pesa ni maisha mzuri tutakuwa tunaishi naye. Lakini yeye haoni. Anataka ya sahihi. Ah, mapenzi. Ni mapenzi ya kifaurongo kweli. Haya basi, maisha imedictate hivyo. Sina budi ila kubali nisilivyo. Najua ipo siku kuna mtu atakuja kuniheshimu na kunifungulia njia zangu. So, niende nione ukinyangarika sasa. Kimtu akina kazi kinaongoja tu mimi nimletee food 24/7, sende atafute kazi. Wana mwingine wanafanyia madem zao shopping. Kingine kimekaa tu kinaongoja kilete. Kazi yake ni kumake tu phone calls, phone calls, phone calls zitamsaidia. Mapenzi ya siku hizi ni kama scam. Ukidhani umepata mtu anakupenda, kumbe anaona weakness yako. Kila kitu sasa hivi imekuwa social media, unatafuta influence from any every corner. Mtu anakudharau juu una kazi ya kufanya lakini ni wewe umemweka. Unaishi na yeye, anakuongelesha venye anataka, sababu wako na marafiki wanajiweza Nataka kuishi kama wao lakini ipo siku. Vipi mkuu? Yo, hello. Ni Jaystar ama? Yeah, yeah, yeah, niaje? Poa sana, uko aje? Niko poa, niko poa.

Then after work nitakujazia. Make payment unasahii e, na kutumia nusu sahii ay a sa e, sawa sawa, asante na ukumbuke utakuwa unaingia daily. Aya sawa Ayo, saa, saa, yes! Ah, sawa sawa mabadaye. Unaenda wapi na hizi? Kwa nyumba. Nyumba gani? Si nyumba yetu. Yenu na nani? Yenu nyumba yenu na nani? Si nyumba yetu hapa. Mimi naenda shughuli zangu naenda. Si ni wewe tuliongea na yeye uka nini? Ukakosa kunijibu vizuri. Ulikuwa unaniongelesha hey venye nataka. Haya sawa, enda kwa nyumba basi. Kwa nyumba yenyewe hata hakuna ki. Ni kini mimi, niko na mimi naenda kazi. Sikupei, nikupe nini? Sasa hizo ndo gani umebeba? Si ni chakula ama? Si nitakula peke yako yeah, lakini si kwangu, utafuta mali unaenda kunini uzipika juku wangu eh. Sai nimetoka naenda kazi ki yangu, sikupei unaniongelesha? No, mimi. Na kwanza umetoka nazo wapi in the first place? Rafiki zangu amenisaidia kununua. So umeenda kuwatangazia? Tio nimekuweka nje.

Na mbona umekaa nje kwako? The long story. Tunaenda mahali tuonge. Ni sawa twende. I leave the porch light on each night. Niambie sasa, nimekupata umesimama nje kwako. Nini mbaya? Boyfriend yangu tu <sighs> <sighs> hmm, like, Nilijaribu nilikuwa najaribu kumwongelesha sio, sijui kama ilikuwa bad day ama good day mm. Ilikuwa tunajaribu kumwambia kum, atafute kazi juu tulikuwa tumezoea kukanjaa kuka dimi nitokee nile nitafute soto kama ana do sometimes nalipa rent sasa, vitu kama hizo, so mi nikajam oh. Nikamwambia, uh, atafute kazi e. So since then nikakuja, nilikuja na shopping juzi nikajaribu kumpea akaninyimaki. Ni sasa hiyo ni idea mbaya. Well, so since then namtext eh, hey, na a reply na mcall a pick call. Nakuja kwake ataki kunifungulia mlango. So I decide. Chat so, nao nini naendelea? Mbona ulikuwa nje mlango? Ah, nilikuwa najaribu kumbishia mlango. Najua tu ako kwa nyumba lakini nataki kufungua juu nilimwona amelala kwa kitanda mm. Siumpatie tu time afikirie, time ji mapenzi itaki time like, lakini nipende vile alikuwa nanipenda kitambo mm. Mm.